na aya ya 23 hadi ya 26. Na somo la Injili linatoka katika Injili iliyoandikwa na Mathayo sura ya tisa aya ya thelathini na tano hadi sura ya kumi aya ya kwanza na ya sita hadi ya 8. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili iliyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipoona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipoambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Akawaita wanafunzi wake kumi na wawili akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina akawaambia afadhali, shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, na katika kuenenda kwenu ubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Kozeni magonjwa, fufueni wafu, takasenyi wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni basi tutafakari pamoja katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tuliyoyasikia hivi punde. Katika sehemu hii ya injili tuliyoisikia tunamwona Yesu alipokuwa akiendelea na utume wake, akipita huko mijini na vijijini. Yesu anawahurumia umati wa watu waliokuwa wakikosa mwongozo wa kiroho, watu ambao walikuwa na mahangaiko mengi, walikuwa na kosa ile huruma ya Mungu. Hivyo basi, Yesu anaonea huruma. Yesu anaonea huruma kwa sababu watu hawa walikosa mwongozo, walikosa walimu wa kuongoza kiroho, wa kuwafundisha maandiko matakatifu. Hivyo basi, Yesu anachukua uamuzi huu wa kuwapa utume hawa wanafunzi wake kumi na wawili, na baada ya kuwachagua anawapa uwezo wa kutoa pepo kuwaponya magonjwa wa kuwafufua wafu na kuwaponya watu ambao walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanachukuliwa kama magonjwa yasiyokuwa na tiba, magonjwa ambayo yalikuwa ni hatari katika kipindi hicho, yaani ugonjwa wa ukomwa. Lakini Yesu anawapa uwezo huo wa kuwaponya watu. Ndugu zangu, taifa la Mungu, wanafunzi hawa wanapewa uwezo wa kutoa pepo na kuponywa na kuponya magonjwa. Na Yesu anasema kwamba mmepata bure, toeni bure. Kumbe basi ndugu zangu, wanafunzi hao wanapewa uwezo bure, bila gharama yoyote. Hivyo basi nao wanaalikwa, wanaaswa wawaponye, watumie uwezo huo bure, bila kutaka malipo, bila kutaka kurejeshewa chochote pale ambapo watatenda utume huo. Hivyo basi ni mwaliko kwetu sisi kuwa na imani kwa viongozi wetu wana imani kwa wa mapadri wetu na viongozi wetu wao wa kidini, kwani wao wamechaguliwa wamepewa uwezo huu. Hata leo tunaalikwa tuendelee kuwapenda, nasi hao waliopewa uwezo huo wanaalikwa kufanya utume huo kwa upendo na bila kuhitaji au kutaka gharama yoyote. Katika maisha yetu ya kawaida ndugu zangu, tunaweza tusipewe au hatukupata nafasi hii, lakini pia sisi nasi tumepewa mambo mengi, tumepata baraka nyingi katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu ametukirimia baraka ya kuwa na vipawa mbalimbali mbali. Kama tunavyofahamu, kila mmoja wetu ana kipawa mbalimbali. Kuna mwingine ana kipawa cha kuimba, kipawa cha kupiga kinanda, mwingine ana uwezo mzuri darasani. Hivyo, katika sehemu ya maandiko matakatifu tunaalikwa kuwa na upendo, baraka hizo, vipawa hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu ametukirimia tuvitumie katika kuwasaidia watu wengine, tuvitumie katika kuwabariki watu wengine bila kuhitaji malipo. Tuwasaidie kwa upendo, ili basi sifa na utukufu zimwendee Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia baraka hizi zote katika maisha yetu, ambazo baraka hizo ametupatia bure, na sisi pia tunapaswa kuzitumia kwa watu wengine bila kutaka malipo. Ndugu zangu katika sehemu ya maneno matakatifu inatualika sisi sote kama Wakristo wabatizwa, tuweze kuwa na huruma, kuwa na huruma ya Yesu. Tumeona Yesu amewahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka, walikuwa wametawanyika kama kondoo, walikuwa wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Na katika sehemu ya maandiko matakatifu inasema kwamba iweni na huruma kama Baba yenu alivyokuwa na huruma. Luka sura ya sita aya thelathini na sita. Kumbe basi sisi nasi, ndugu zangu, tunapaswa kuwa na huruma. Tunaalikwa siku ya leo tuwahurumie. Kuna ndugu zetu ambao wanapita katika shida mbalimbali mbali. Watoto yatima, wagonjwa, watu wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali mahospitalini mbali, bila kusahau waliokuwa katika vifungo waliokuwa katika magereza mbalimbali, hao pia tunapaswa kuwaonea huruma, kwani wanapitia changamoto nyingi katika maisha yao. Kumbe basi, tunapaswa kuwasaidia pale ambapo tunaweza kuwapatia msaada, misaada mbalimbali ikiwemo fedha, vyakula, nguo, lakini hasa tuendelee kuwaombea ili basi Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kuwapa afya njema na kuwafanya wawe na tumaini katika maisha yao wakiendelea kumtumainia Mungu ili basi siku moja waje pia kuwa na furaha katika maisha yao. Pendo taifa la Mungu, siku ya leo pia tunaalikwa kushiriki katika utume. Yesu anachagua wanafunzi kumi na wawili ili awasaidie katika utume wake, waendelee kuitangaza Injili. Sisi nasi pia wakristo wa wabatizwa pale ambapo tulibatizwa tunapokea utume huu wa kuendelea kuitangaza Injili. Hivyo basi ni wajibu wetu kama Wakristo wabatizwa kuendelea kuitangaza Injili. Tunaitangaza Injili, ndugu zangu, kwa kuendeleza upendo kwa wenzetu, kuwaonyesha upendo kwa wenzetu kupitia msamaha. Pale ambapo ndugu zetu wanatukosea, tunapaswa kuwasamehe ili basi Injili iendelee kwenda mbele lakini pia ndugu zangu, kama alivyosema hapo awali, tumepokea baraka nyingi, vipawa vingi. Hivyo basi tunaalikwa siku ya leo tutoe bure. Mwenyezi Mungu anatujalia baraka nyingi katika maisha yetu, anatujalia maisha mazuri, anatujalia kazi nzuri, fedha, afya njema. Hivyo basi baraka hizi ambazo Mwenyezi Mungu anatukirimia ni mara ngapi mimi na wewe tumekuwa tukiwagawia watu wengine, tukitoa bure ili basi Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki zaidi na zaidi katika maisha yetu. Kumbe basi tunaalikwa tutoe bure hizi baraka ambazo Mwenyezi Mungu ambaye yeye kwanza ametujalia bure katika maisha yetu. Ndugu zangu tukifahamu ya kwamba utume huu tumeupokea pale ambapo tulibatizwa, utume ambao sio mrahisi. Hivyo basi pengine tumeenda kinyume na mapenzi yake. Tumombe basi Baba wa mbinguni atupe moyo atupe nguvu, ili tuweze kuwa na huruma kama Yesu. Atusaidie kutazama watu kwa macho yake na kuwahudumia kwa upendo. Tumwombe Mungu pia atufanye tuwe chombo cha amani yake, tuweze kuwa na upendo, ili basi neema yake atufanye chombo cha amani yake na neema yake, ili tuweze kutoa bure baraka hizi ambazo mwenyezi mungu yeye mwenyewe kwanza alitukirimia bure katika maisha yetu. Itukuzwe damu ya Kristo! Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Marki Dismas Ibede wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!